He, hii nyumba haina makandokando, ndio mahali tulishatoa, ndio umepokea? <laughs> Hujapokea mahali umepokea, mahali sijaipokea. <laughs> Yani sijaipokea kwa sababu <laughs> unajua <laughs> unajua sisi nini? Tabora. E, hii ardhi ya ya nini e, ya chama e. Hii ardhi ni ya kwetu sisi, hii ni ya kwetu jamani, na hawa sikilizeni lakini, ya msikandamize sana, mtaua presha hii ardhi ni ya kwetu. Kwanza awali ya yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama salmini, mechi ya ngapi, ya 29. Bado mechi moja tukamalize msimu wetu 2024 2025. kipekee zaidi na wapongeze Azam FC kwa matokeo mazuri ambayo ameyapata. Nilikuwa najua kabisa kwamba wana mechi yetu ya kisasi, kwa sababu tuliwafunga kule kwetu, kwa hiyo kidogo sasa wao wameongeza, si tuliwafunga mbili moja wao wametufunga magoli matano na matokeo hayo kusema ukweli, yani tangu ni experience kuwa kwenye mpira. Yani, haya ndio matokeo ambayo yameniumiza, kwa sababu tangia nimeanza kusemea mpira leo ndio nimefungwa goli tano kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sijawahi ku experience kufungwa magoli haya matano, aa, nikiwa Kristina Mwagala, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano katika timu ya Tabora, ama katika timu yoyote. Kwa hiyo nina, najiuliza zile timu ambazo huwa zinafungwaga matano back, back, back, back, to back. Yaani huwa wanakuwaga na hali gani? kwa hiyo hii ni sehemu ya mpira kwetu sisi. Matokeo haya sio mazuri, yametuumiza, na naweza nikasema kwamba yani, yani kama yameenda kuchafua kitabu chetu kwa sababu hatukuwai ku experience matokeo ya namna hii tangia tumeanza msimu. Lakini tunasema kabisa kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, na unapokosea wenzako wanakwenda kukuadhibu, lakini pia kwa sababu tumekuwa na muda mrefu hatuna mechi ya kimashindano. Lakini yani, yote kwa yote tunasema kwamba wacha sasa hili limeshapita, tukajipange kwenda kumaliza mechi ai kumaliza msimu 2024 25 dhidi uh, ya Coastal Union, na baada ya hapo tunamaliza msimu 2024-2025, tutakwenda kujipanga sasa vizuri katika msimu ambao unakuja, Mwenyezi Mungu akituweka hai. By then hatujatimiza yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea katika msimu huu, lakini tunahitaji tumalize katika nafasi ya tano. Na ba, baada ya msimu huu sasa tukajipange vizuri ili msimu unaokuja tukawe bora zaidi. Matokeo ambayo umeyapata leo mm, yanachangiwa na zile chokochoko -choko au maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa ya chini chini kwamba kuna baadhi ya wachezaji wana shida. Hakuna, kwa sababu nikisema kwamba hakuna, kuna wengine pia huwa wanafungoga tanda. Sasa wale wanakuwaga na excuse ipi? Nafikiri hii ni sehemu tu ya matokeo, na unaweza ukaona kabisa kwamba ligi ni ngumu yaani siku zote wakati wowote ule ambapo ligi inapokwenda mwishoni huwa kunakuwa na mechi ngumu sana. Leo unaweza ukaona kuna timu zinaanganiwa huko, mpaka unaweza ukasema kwamba stari washashuka daraja. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni sehemu ya mpira, kwa hiyo haya hayahusiani, na wakati mwingine ndugu zangu wana habari, mimi mwenyewe pia ni mwandishi wa habari kuna stori ambazo unaweza ukapewa lazima uzichakate wewe mwenyewe uziangalie. Nafikiri nikirudi nyuma, wakati tumecheza na Young Africans katika uwanja huu wa Azam Complex, tukamfunga magoli matatu kwa moja, hapa sisi tulikuja kama leo, kesho ndo tunaingia kwenye mechi Ushanielewa. Kwa hiyo nimesema kwamba haihusiani na kusema kwamba labda tumechelewa kuja Dar es Salaam, sijui, haihusiani si na kitu gani, hapana, kwa sababu wachezaji ni hawa hawa ambao wamekuwa na sisi tangia mwanzo wa msimu mwaka jana mwezi wa nane mpaka leo hii tunakwenda uh, kuhitimisha, na pia ni wachezaji hawa ambao wametupa matokeo mazuri, kwa lazima tu appreciate kazi ambayo wameifanya, lazima tu appreciate vile ambavyo wamekuwa wakijituma, lakini pia kwa leo hii kukosa matokeo mazuri na kufungwa idadi hii kubwa ya magoli tunatakiwa tu kwamba tu, tuchukue kwamba hawa nao ni binadamu, huwa wanachoka wana, lakini sio kwamba kuenda kuwahusisha uh, labda sijui, kwa sababu ya stori zimeenda magazeti ya mitandaoni, hapana, yale magazeti ya Huseni, kwa sababu magazeti hayachezi, wanaocheza ni wao wenyewe. Lakini imekuwa bahati mbaya, nafikiri mmeona juhudi uh, ambazo wameonyesha, lakini bahati haikuwa upande wetu hivyo tukumbushe kwenye usajili. Ah, bili msimu huu, msimu huu nausha kikosi ambacho tunamaliza nacho msimu huu wa 2024 25. Kilikuwa na thamani ya bilioni mbili, si ndiye? Sasa hivi tunamaliza msimu wa 2024 25. Mnajua jana waudanaosambaza ile ni nani? Yaani sambaza ile video ni nani jamani? Nani unaelewa sio kwamba tunadanganya au sio kwamba tunachozungumza Tabora hatukimaanishi, tunamaanisha. Yani, ninamaanisha kabisa kwamba nini ambacho nakifanya. Unajua timu ya Tabora United, ndugu zangu wanahabari, na tukitoka hapa tuiandikeni vizuri Tabora, ushanielewa? Timu i, ndio timu pekee ambayo imeweza kumaintain kuwepo katika ramani ya ligi kuu, ushanielewa? Imepanda, huu ndio msimu wake wa kwanza, Tabora ipo ligi kuu, si ndio? Lakini kuna timu ambazo zimepanda zimeshuka si mnanielewa, sawa? Sisi huu ndio msimu wetu wa pili. Msimu uliopita tumecheza playoff, si ndio? Lakini msimu huu tumecheza, tumefikia mpaka hatua hii tu, katika nafasi ya tano. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza, lakini nafasi hii ya tano mpaka sasa hivi tupo, ni kwa sababu ya usajili wa bilioni mbili. Kwa hiyo msimu ujao mimi nawahakikishia Tuombeni tu Mwenyezi Mungu atupe pumzi tuweze kuwa salama. Bilioni tano ambao tumeitenga msimu huu. Mm. Msimu ujao Tabora tunachukua ubingwa. Yaani okay, msimu ujao Tabora ubingwa tunachukua na hakuna ambaye anaweza kutuzuia. Bilioni tano ambao tumezitenga. Sio kama nadanganya. Mimi naongea serious. Na nafikiri ligi sinaishi tarehe mm -hmm. 22. Ligi sinaishi tarehe 22, si ndio? Mm -hmm. Baada ya pale mwezi wa saba dirisha linafunguliwa la usajili. Sasa kuanzia pale nafikiri waandishi wenzangu tutaanza kutafuta na kuulizana tena Tupe bilioni tano ulioizungumza inakwenda kumsajili nani na nani, na ninawaambia sisi tutakwenda kushusha wachezaji wazuri, benchi la ufundi nzuri lenye viwango vya hali ya juu. Kuna watu watashinda airport pale, si wana tabia kwenda kupokea wachezaji airport? Sasa safari hii watafunga safari, tunataka tuwakesheshe pale airport, wanasubiri wachezaji wa Tabora. Yaani siku nikisema jamani, leo malkia wa nyuki Natangaza wachezaji wangu ambao ninawasajili. Dunia nzima inasimama. Tunasubiriwa Tabora United peke yetu. Kwa hiyo mimi naombe ni mtuunge mkono Tabora, mm. lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari. Msimu huu mmekuwa bega kwa bega na Tabora, si ndiye? Mmeisapoti sana Tabora United, mmeniunga mkono sana, sawa. Mnanirekodi rekodi, nimecheka, nimefanya nini, lakini nasema yote yale ni nini? Ni maisha. Kazi hizi ni ngumu sana, hmm. Sawa eh, yani kazi hii, na kusema ukweli, nashukuru Mwenyezi Mungu, yani hii kazi ni ngumu, sawa, hii kazi ni ngumu na inahitaji uwe na roho ya paka, yani kama una roho ya, ya kuku hii Maidia huwezi, huwezi kutoboa, yaani kazi ya usemaji unatakiwa uwe na roho ya paka kwa sababu utatukanwa. Mimi natukanwa mimi mtandaoni mm -hmm. nachambwa mimi, mshanielewa sijui jana mm -hmm. nimechambwa. Sasa sasa hivi na wigi ile tena nimenua wigi jipya bado wa... tena bado sasa mnataka ninunue wigi la Maria Kelly, mnataka ninunue wigi bada. gani maana mmeniambia badilisha wigi, nimebadilisha wigi sasa hivi tena waza nasema hilo wigi baya. Sasa masikini ya Mungu mimi ye. Ninataka nipande ndege mm. sawa eh? yeah. napanda ndege mwenyewe mm. ninataka niende kule wanakoyatengeneza mawigi yeah. nitaenda kununua wigi ma, manne mm. kwa sababu tuna bonasi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa nafasi ya tano mm. kuna milioni hamsini pale, kwenye zile milioni hamsini mimi mshaelewa, eh? yeah. nina milioni mbili ili na milioni hizo na milioni mbili bado nina hela ya asali. Nachanganya milioni mbili na hela ya asali, napanda ndege, nafata mawigi ili msimu ujao. Msimu nani Masanza? Masanza ye mwenye, ana hela wapi yeye mwenyewe? Analialia ana, ana kwa mheshimiwa pale, hana hela yaani. Mimi sina, napolia mimi, napambana mwenyewe. Mwanamke mwanamke wa haja, napambana mwenyewe. Ukiona na elfu kumi ni ya kwangu, sijapewa na mtu. Kwa Masanza hausiki kabisa, Masanza anahusikaje? Hela hana yule, anamtegemea mheshimiwa, na anafunga na, bajeti kesho kutwa sasa, sijui maisha atakuwaje nini hana nguvu ya kunifanya chochote hivyo. Kuna mtu mwenye ajulikani tabii nini, hajulikani kabila gani, hajulikani ule ni mrefu ama fupi, hajulikani ana yani ule sasa hivi ukimwambia Masanza kwenye akaunti yako una shilingi ngapi, hata laki moja, akikwambia na laki moja, njoo mimi nakupa milioni moja yaani masaza akikwambia, kwenye account yake una laki moja, mimi nakupa milioni moja, kwa sababu e, najua hela ana kwamba ni zaidi ya laki laki moja kushuka chini, sio laki moja kwenda juu, laki moja kushuka chini. So maana laki ma tunazungumzia laki moja, elfu tisini, elfu themanini, elfu sabini, elfu sitini, elfu hamsini, elfu arobaini, elfu thelathini mpaka, yes, elfu mbili. Kwa maana sifuri tunaanzia kwenye ngapi? Tunaanzia shilingi mia tano kubwa ile hamsini tunaanzia elfu kumi sindio? Kwayo elfu kumi kwa kwa mpaka laki, yani kuanzia elfu kumi kuchuka, kuanzia laki kushuka chini, hiyo anayo, lakini laki kuendelea laki juu. Hmm, labda aje mi ni mpela, hmm, zangu ninazouza asali.